Naitwa Samuel Molel, ni afisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, ofisi ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini uh, kwa niaba ya kamishina jenerali wa DCEA Aretas Lyimo imefanya umeteketeza ume kiasi cha kilogramu 63.4 za dawa za kulevya aina ya mirungi katika dampo la lililopo eneo la mahakama ya wilaya ya Tanga mkoa wa Tanga. Uteketezaji wa kielelezo kielelezo hiki inawahusisha wadau wote muhimu kwa mujibu wa takwa la kisheria Uteketezaji wa vielelezo hivyo ni matokeo ya mafanikio ya operation ya ukamataji wa mtuhumiwa wa biashara na usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi iliyofanyika tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili ishirini na tano mtaa wa Pongwe mizani. Mtumiwa aliyokamatwa na vielelezo ambaye ni kilo sitini na tatu pointi nne za dawa za kulevya aina ya mirungi anafahamika kwa jina la Saidi Bakari Saidi Chirapaa mwenye umri wa miaka hamsini na sita. Mamlaka, mamlaka inatoa rai kwa wananchi wanaoishi katika mikoa ya kanda ya kaskazini ambapo ni Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara kuto kujihusisha kwa namna yoyote na dawa za kulevya, kwani adhabu kali itachukuliwa ikiwemo kifungo cha miaka 30 hadi maisha jela.